Tunashughulika na ukombozi wa malango ya ardhi makazi na maeneo husika, ni kwa sababu kuna ngome zinanena, zinanena kwa namna tofauti tofauti. Kuna ngome zikinena zinapiga wafanyabiashara, kuna ngome zikinena hazitaki watu wakuu, kuna ngome zikinena hazitaki watu walio na hatima kubwa, kuna ngome zikinena hazitaki watu wastawi ama kuchipuka ama kupanuka na kuwa watu wakubwa. Kuna aina za ngome hazipendi kuona watu weusi. Kuna aina za ngome katika nchi hazipendi kuona watu weupe. Ndakuja nitakwambia ni kwa nini. Haleluya! Geukia mwenzako mwambie mwe, wewe cheupe dawa. Kuna ngome hazipendi kina cheupe dawa. Kuna ngome hazipendi kina cheusi mangala haya. Dar es Salaam kuna maeneo yanaitwa ya Temeke kule, naamini na sehemu za Buza, kuna mahali panaitwa pilikapilika mtu mweusi geukia. Okay, mwenza kumwambia mbona paitwe pilikapilika mtu mweusi? kuna maeneo ngome za maeneo, ukiwa mtu mweusi, ukiwa Mwafrika haukubariki. Kuna maeneo mtu ambaye kwa namna moja ama nyingine anastawi, anaonekana, anainuka, ngome ya hiyo maeneo inamwambia wewe, inaanza kunena, inasema wewe unataka kufanya nini hapa? Nitakupa mfano kwa ndugu ye hapo, tusitoke mahali pale, lakini nitakupa mfano kwa ndugu yetu aliyekuwa anaitwa Isaka katika kitabu cha Mwanzo ishirini na sita hiyo nitatohoa tu kwa sababu ya wakati. Unaposoma Mwanzo ishirini na sita kumi na mbili mpaka ishirini na nne Isaka hakuwa na matatizo katika nchi ile ama maeneo husika mpaka alipopanda mbegu. Na alipopanda mbegu katika nchi ile akapata mwaka ule vipimo mia kwa kimoja. Bwana akambariki. Nini ilitokea? Tuendelee na. Mtu huyo akawa mkuu akazidi kustawi hata akawa mkuu sana akawa na mali ya kondoo na mali ya ng'ombe na watumwa wengi, hawa wafilisi wakamhusudu. Na vile visima vyote waliovichimba watumwa baba yake siku za Ibrahimu babaye, wafilisi walikuwa wamevifukia wakavijaza kifusi. Isaka hakukuwa na tatizo mpaka alipopanda mbegu, alipoonekana anastawi, hapo ndio vita vyake vilianza. Kuna maeneo haya kuu kuna maeneo mradi hauendelei ama haupandi viwango ama hautoki hatua moja kwenda hatua nyingine, hakuna shida. Lakini kitokea unataka kupiga hatua, unataka kuvunja mipaka, unataka kupokea neema ya kuweza kukustawisha ukaanze kuwa mtu mkuu, hapo ndipo Biblia inasema wale watu wakamuusudu akawauliza shida yangu ni nini? Biblia inasema wa, akaanza aka kuvifukua visima vya baba yake vilivyokuwa vimefukiwa. Geukiwa mwenzako, mwambia mwenzangu, una habari ardhi unaweza fukiwa chini ya ardhi? Mgeukia mwenzao, mwambie una habari unaweza fukiwa chini ya ardhi. Mwambie kitu chako kipi kimefukiwa chini ya ardhi na hauna habari. Tunafungua malango ya ardhi maeneo na makazi husika, kwa sababu kuna watu wanatembea pesa zao zimefukiwa chini ya ardhi. Kuna watu wanatembea kipawa chao kilifukiwa chini ya ardhi. Kuna watu ambao wanafanya vitu. Wacha nikupe andiko ili usinipige mawe. Haleluya! Kitabu cha Yoshua saba Yoshua saba Yoshua saba 18 mpaka 23. Ndio, unaona tunafungua malango ya ardhi, maeneo na makazi husika. Huenda ikawa fedha zako zimefichwa chini ya ardhi na una habari. Geukia mwenzako, mwambie, huenda kuwa unapambana kiuchumi, unapambana kufanya bidii kama mtu mwingine kwa bidii, lakini kumbe ardhi wali fanya mazingaumbwe, kuna nguvu za giza zikafanywa ama maagano mabaya, kwa sababu mwanadamu aliumbwa kutoka kwa ardhi. Wana wa Mungu, maswala ya ardhi hayana mchezo. Sijajua kama umewahi sikia, na kama ujawahi sikia, ninaomba ujifunze leo kwa mwalimu wa maandiko, kuna maeneo, kuna watu ambao ni waovu, wakitaka hata kufunga mtu, wanatu wanasema, nenda angalia alikanyaga wapi, chota huo udongo ama mchanga chini ya nyayo za miguu yake, tuletee huyo mtu ama hata wanachukua udongo katika ardhi. Kuna watu wanalima, unapanda, unalishangaa, ni nani alipika ugali akachimbia chini ya ardhi? Unajiuliza wakati fulani, kwa nini nguo zangu, hasa nguo nyeti, zile nguo zinaitwa kitinda mimba, kwa nini, kwa namna moja ama nyingine zinapotea kwa mazingira ya kutatanisha? Ambia mwenza, mwambie, mbona hawa jamaa wanapenda hizo nguo? Natangaza kwa jina la Yesu Kristo, Popote fedha yako ilichimbiwa chini ya ardhi, natangaza radi ya Bwana, moto wa Roho Mtakatifu tunatuma katika kila eneo, popote walikufunga na vifungo ambavyo walitumia ardhi ili wafunge hatima yako, natangaza kwa jina la Yesu Kristo. Chochote kilifukiwa maishani mwako, natangaza kina chopote walikufukia natangaza ya nguvu ya ufufuo, nguvu iliyomfufua Yesu Kristo kutoka makaburini. Natangaza kwa jina la Yesu Kristo, itafufua hatima yako, itafufua kila kitu, chochote kilitumika kufunga maisha yako, katika jina la Yesu Kristo ninatangaza kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Angalia Biblia inasema kulikuwa na sauti inanena kutoka ardhini hapo. Mpaka wakati ule Biblia inasema Isaka akamwambia bwana, una nguvu kutuliko sisi. Kuna ardhi haipendi watu wenye nguvu, haipendi watu ambao wanaweza kuwa na uwezo, watu ambao ni wapindua dunia juu chini watu wa kuleta mabadiliko. Hiyo ardhi inasema jamani, hatutaki watu kama hawa mahali hapa. Ndio unaona Isaka alipoanza kustawi, wakaawa Abimeleki wakamwambia wa, mpaka akauliza matatizo yangu ni nini ako, wakamwambia una nguvu kutuliko sisi, wee toka katikati yetu. Kuna aina za ardhi, unaweza pata mtu anafanya kazi haendelei Mtu anajaribu toka aishi mahali pale, hajawahi fanya maendeleo. Nataka urudi upige uchukue hii taswira, ama upige tarubini. Kuna maeneo toka uweke huko biashara, haujawahi ona ukisonga ama ukisogelea kuna nyumba unaweza ishi ama maeneo unaweza ishi, unashindwa, mambo yanakuwa magumu, mikosi inatokea, kisirani na balakwa balaa na mbelua, inakuwa ni mahali pa bahati mbaya, unapitia majanga. Kumbe matatizo si wewe, ni maeneo. Ndio ukiwa mwenza mwambie maeneo. Sijui kama kuna mtu ananielewa.